yake mm. Sisi tu watu tu watu wake, taifa lake na kondoo wa taifa lake na kondoo wa malisho yake, sisi tu maana Bwana ndiye mwema, wema wake wadumu milele, uaminifu wake unadumu kizazi hata kizazi, sisi tu